Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Baba yetu muumbaji wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa nafasi hii. Tunaomba Roho wako Mtakatifu aliye mwalimu wa kweli atufundishe. Ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu, amina. Karibuni kwenye kipindi kizuri. Somo leo, tuna somo zuri Tunaangalia ya kwamba kila mmoja baada ya mafundisho mengi anatamani kuwa na familia yenye amani, anatamani kuwa na ustawi nyumbani, lakini anashindwa. Anashindwa kwa sababu ya huyu mshtaki. Sasa tunasoma kutoka katika kitabu kinachoitwa Kutayarisha Njia, ukurasa wa mia moja hamsini na mbili, utasoma inasema hivi. Wale wanaohesabu ndoa kama mojawapo ya maagizo matakatifu ya Mungu watatawaliwa na maonyo ya akili ya moyoni. Yaani kama unahesabu kwamba ndoa ni mojawapo ya maagizo ya Mungu matakatifu, basi utatawaliwa na maonyo ya akili ya moyoni. Ikiwa kijana hutaingia tu, na ikiwa umeoa na kuolewa utajua namna ya kuishi hapo nyumbani. Tunafahamu ya kwamba Adamu na Hawa waliishi pamoja hata baada ya dhambi, wao hawakuachana. Na dhambi iliporuhusiwa kuingia kwa Adamu na Hawa, ilileta uadui, ilileta wivu, ilileta kutokutii na hatimaye kifo cha mtoto wao Habili. Katika ndoa zetu kama shetani akipewa nafasi, basi ndoa itakuwa chungu, magomvi na huzuni vitatawala, kama ambavyo mambo yanayoendelea kwenye familia nyingi sasa. Basi tunasoma katika Yakobo 4 na fungu la saba linasema hivi, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Basi mtiini Mungu mpingeni shetani naye atawakimbia. Hapa ndipo kwenye siri ya wewe kuwa na familia kuwa na ndoa yenye furaha na amani. Siri hiyo ni kumtii Mungu, mtii Mungu anachosema. Ukimtii Mungu, mara tu unakuwa umempinga shetani. Sasa somo letu la leo tunaangalia namna ya kumtii Mungu na namna ya kumpinga Shetani kwenye familia kwenye ndoa zetu. Jambo namba one ibada. Ibada tunasoma Mithali moja na fungu la saba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Ukitaka amani nyumbani, mche Bwana, maana ni chanzo cha maarifa wanaume, waume zetu, wanaume, ukitaka amani nyumbani mche Bwana, kwa sababu neno la Mungu linasema ishini na sisi kwa akili. Akili unaipata kwenye kumcha Bwana, tutajifunza huko mbele. Neno la Mungu linasema according to knowledge, hiyo knowledge inatoka kwa Mungu. Mwanaume asingemkimbia Mungu, asingeishi tu ili uwe na amani nyumbani. Tunapaswa baba na mama kuwa na familia inayomcha Mungu. Mithali nne fungu la kumi anasema, mwanangu sikiliza na kuzipokea kauli zangu, na miaka ya maisha yako itakuwa mingi. Swali, mnamwabudu nani? Utajibu haraka ni Mungu. Una uhakika? Leo Jumapili ikifika, watu maelfu wanaenda makanisani Jumamosi kesho watu tele wanaenda kanisani, Ijumaa watu tele wanaenda msikitini. Shida zinatokea wapi? Ile rate ya taraka inayopanda inapanda kwa kina nani? Si ni hawa hawa wanaoendaga kwenda kuabudu. Shida ni nini? Unamwabudu nani? Tunasoma katika Kumbukumbu la Torati sita fungu la nne utasoma mwenyewe mpaka fungu la saba Nasema hivi, sikiza e Israeli, Bwana Mungu wetu ndiye mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote, na maneno haya ninayokuamuru. Maneno gani haya? Ya kumpenda Mungu kwa moyo, kwa roho na kwa akili. Ehe, yatakuwa katika moyo wako. Kumpenda Mungu kukiwa katika moyo wa mtu, ataishi na ndio maana siku ya kwanza hapa nilisema Ukristo sio vazi, kwamba unalivaa ikifika mahali unalivua. Ah ah, yakishakaa kwenye moyo wako, nawe wafundishe watoto wako, tena sikuwafundisha tu kwa bidii, na uketipo katika malango ya nyumba yako na utembeapo na ulalapo na uondokapo. Je, yes, swali: ibada nyumbani kwako ipo? Halo? Ibada nyumbani kwako ipo? Kumbukumbu la Kumbu Torati sita kumi na tatu anasema mche Bwana Mungu wako ndiye utakayemtumikia na kuwapa kwa jina lake. Nyumba nyingi ibada hakuna, yaani ni wachungaji ni wainjilisti kama mimi, mashemasi, hivyo unavyojua wewe, hakuna ibada. Wana ibada moja tu, kuna antale hmm? inaitwa mimbari pale palipotengenezwa vizuri, alafu kuna kitu fulani kioo kile. Huwa wanakaa familia nzima, baba, mama na watoto, wanaanza kukodolea macho. Si ndio mnavyofanya nyumbani? Mnaangalia tamthilia. Ni afadhali ibada ikosekane, lakini tamthilia isikosekane. Kamama na kagauni kake na ana watoto wanakaa kuangalia tamthilia. Kumpinga shetani ni kumwabudu Mungu, kumfanya Mungu kuwa wa kwanza, kuwa na ibada nyumbani. Je, ibada nyumbani ipo? Kama hakuna, sasa wewe unamwabudu nani? Sikia niwaambie na kuwakumbusha, kanisa la kwanza la mtu ni familia yake. Kanisa langu mimi la kwanza ni nyumbani pale, mume wangu kuhani, mimi mchungaji, watoto wetu mashemasi na wainjilisti wako hapo na sasa tunapokuja hapa Nyahanga au na makanisa hayo mbalimbali ni muunganiko wa makanisa madogo madogo ambayo ni familia. Kwa hiyo kanisa la nyumbani likikaa sawa, na kanisa hili kubwa litakaa sawa, na ndio maana vitoto vingine kanisani havitulii, hawatulii kwa sababu hawajui ibada, maana nyumbani haipo. Jambo la pili, neno la Mungu, tunasoma Hosea nne na fungu la sita, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe. Usiwe kuhani kwangu. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Tunaangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa gani? Tumepewa dira ya kufuata ili tuishi kwa amani nyumbani. Wavulana na wasichana tumepewa namna ya kuposana ili Yesu atawale hizo ndoa, hatutaki ina maana hatumpingi shetani badala yake tunampinga Mungu. Yule tunayemsikiliza huyo ndiye tunamfuata. Tunasoma Timotheo wa pili tatu kumi na sita kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu, na ndiyo maana tunaonyana ili tuende mbinguni. Jambo la tatu litakalofanya wewe umpinge shetani na familia yako, je, mna ibada ya zaka na sadaka? Mna ibada ya zaka na sadaka tunasoma malaki fungu gumu kweli linasema hivi malaki tatu nane je mwanadamu atamwibia mungu tulivyokosa akili na adabu tunamjibu mungu tumekuibia kwa namna gani na yeye anasema mmeniibia zaka na dhabihu leo hii watu wengi wanakula zaka waliimba kwaya niipendao muungano mungu wao matumbo yao wanaokula zaka zaka ni ibada takatifu, ni kuonyesha kwamba mimi ni kiumbe na wewe ni Mungu Muumbaji. Chukua iliyo yako, hata hivyo hataki nyingi, ni moja tu. Na sadaka ni kuonesha shukurani kwa Mungu, hiyo ni ibada. Unaporudisha zaka na kutoa sadaka, ni ibada. Kwa familia yako, baba wazunguke na watoto wao, wawe na bahasha, wakipiga magoti na kumshukuru Mungu ili yaendelee Mungu kuwabariki. Jambo la nne: Sabato inatunzwa. Jana mchungaji, katika zile amri tulizopewa na Mungu, dira tuliyopewa, kuna fungu la nane kuanzia juu ya sabato. Siku saba ni zote ni za Mungu, ni sawa, lakini iko moja ambayo Mungu ameitenga ili tumwabudu, nayo ni siku ya sabato. Utasoma Isaya 58 na fungu la 13. Sikia linavyosema, kama ukigeuza mguu wako usiiharifu sabato, usifanye anasa siku ya utakatifu wangu, ukiita sabato siku ya furaha na siku takatifu ya Bwana yenye heshima, ukiitukuza kwa kutokuzifanya njia zako mwenyewe, wala kuyatafuta ya kupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe, anasema ndipo utaita nami nitaitika. Hii inawahusu sana mnaonitazama hapa na uko kwenye vituo Mnajidanganya kwamba mnasali Jumamosi, lakini hamtunzi sabato. Hakuna tofauti. Kutunza sabato tumeagizwa kwenye Biblia, iko wazi namna ya kuitunza. Leo hii hatuna heshima na adabu na sabato ya Bwana. Mtu harudi mchana, anaangalia mpira. Hivi kweli, wewe baba na suruali, kweli unaangalia mpira siku ya sabato? Wewe si una ugonjwa wa akili tayari. Wewe tukupe Dr. Pasco. Eh? Kamama na gauni lake na sketi, hakaendi kanisani, kanatazama tamthilia siku ya Sabato. Uko sawa? Hauko sawa, si ndio? Hata wewe unaona eh? Unanunua, na tumekatazwa kununua, lakini unanunua maji, unanunua na. Ngoja niende mbali zaidi, leo hii hata kwenye ibada kanisani kumekuwa kama mkutano tu wa, wa hadhara. Mi maji inanyweka kanisani? Shindwa kwa jina la Yesu. Mahali anapotajwa Mungu ni mahali patakatifu, haijalishi hata kama ni chini ya mti mahali. Wakati wa ibada ni wakati wa heshima. Angalia tunavyoifanya, tunafanya mambo yote kawaida, na tumeagizwa wazi. Zamani zile, utasoma Kutoka thelathini na moja kumi na tano mtu alipookota tu kuni eti alipigwa mawe ya kafa. Vipi wewe leo? Kwa nini tumefika mahali hapa tulipofika? Na kwa kufanya hivyo tunakosa baraka ambazo Mungu ameziweka kwetu. Utunzaji wa sabato una baraka tele. Na kumbuka, hapa tunaangalia ibada unampa nani? Ikiwa unakanyaga kanyaga sabato, ina maana ibada yako nampa yule mwingine. Shetani ha hakuzuii kusali siku ya Jumamosi, sali tu. Anachozuia yeye, kinachomuumiza ni kuitunza kama inavyotakiwa. Jambo la tano linalofanya wewe umpinge shetani na umkaribie Mungu kufanya kazi ya Mungu. Kanisa imara ni lile linalofanya kazi ya Mungu, sio kanisa ambalo watu wake wanapasha moto viti, yaani wanakuja wanaketi kama hivyo ulivyokaa, halafu unarudi nyumbani, unasubiri tena Jumamosi unakuja unapasha moto kiti kwa raha zako, unarudi nyumbani. Kanisa imara, familia imara ni ile inayomfanyia Bwana Mungu kazi Kweli, karama na talanta huna, pesa nazo huna, muda nao huna, yaani wewe huna kitu chochote. Umekuja kufanya nini duniani? Niliwahi kujiambia sitaki kufa kama mpumbavu, kwamba yani nikifa watu wanalia siku hiyo hiyo na kesho na kesho kutwa wamenisahau. Hapana, mimi nilikuwa sitaki kufanya kazi ya Mungu. Unafanya nini? Unafanya nini? Unamfanyia Mungu nini? Hata kwenye hii mikutano unafanya nini? Basi mkaribieni Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Baba na mama, fungeni madirisha, milango, zuieni nyufa zote ili shetani asiingie nyumbani kwenu. Ikifika jioni, kusanyeni familia, kusanya ibada kana mi, ni usiku tena, angalia hata mpaka mwili wote unasisimka. Shetani hawezi kukaa mahali, atakimbia. Kukicha asubuhi ni lazima tuwe na ibada nyumbani. Ni lazima tuwe wacha Mungu kwa, kwa matendo, sio kwa kusema. Mti mchungwa hausemi mi mchungwa jamani, mi mchungwa N -n -n. Unatambulika kwa matunda yake. Hauwezi kung'ang'ana kusema umeokoka na matendo yako hayafanani. Namna ya kumpinga shetani ni kumkaribia Mungu, mng'ang'anie Mungu, mkumbatie, usimuache. Baba na mama, mkimkumbatia Mungu shetani atawakimbia, lakini mkiacha nafasi, anatumia upenyo wowote. Mungu atubariki kwa jina la Yesu, amina.